Baada ya demu wa Facebook kujoin gym, mashauri ama kupenda washauri wamekuwa wengi, wengine wakimshauri kwamba hasingeenda manake atapungua zaidi, wengine pia wakimshauri eh, kwanza aongeze unene eh, sehemu fulani ambayo sitaweza kuitaja. Ningependa nikusomee maoni ya watu, mashabiki, maneno yasitoke kinywani. Tunaona wa kwanza pale, ajulikana kama Ann Philips anamwambia and kwa kuada nyuma drink banana peanut milkshake E, thank me later. Akashauliwa na wakonza pale, Laundry at door anamwambia bibi, usikimbie na kusaiko sana e, to gain, please lift and squat more. Ehe, ni kama wengi wameshaenda gym sana. Kuna Chepchumba anamwambia bibi ni, e, na ile hali yetu tu imebaki, tuingie barabara na convoy yetu ya magari e, tukifanya kumsisitizi Kidayana b ehe, Masai b anamwambia since when baby tena unaenda palazo, akamuliza swali pale hivi. Kuna Mariam ndo anamwambia keep going, enjoy hiyo body size eh, season ya kuongeza mafuta kujileta yenyewe. Mwingine akamwambia bravo, maoni mbalimbali, ila kuna Nancy namwambia hii top ni ile alivaako wakati alipelekwa gym na mtu fulani, we sijasema ni nani. Maoni kakwambia hapo yako sijui ni yapi?